Masomo ya misa mwaka che wa kanisa Jumapili ya 34 au ya mwisho ya mwaka badala ya Jumapili hii huwa sikukuu ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme. Somo la kwanza. Somo la kitabu cha pili cha Samueli sura ya tano, aya ya kwanza hadi ya tatu. Ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebroni wakasema naye wakinena, tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Zamani za kale hapo Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, wewe ndiwe uliyewaongoza Israeli watoke nje na kuingia ndani, naye Bwana akakuambia, wewe utawalisha watu wangu Israeli nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye Mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana, wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Neno la Bwana. Somo la pili Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya kwanza aya ya 11 hadi ya ishirini. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka; vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha Kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Neno la Bwana. Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka Sura ya 23 aya ya 35 hadi ya 43. Watu walisimama wakimtazama Yesu. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema wewe humuogopi hata Mungu nawe u katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema e, Yesu nikumbuke, utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Neno la Bwana.